Ushindani mzuri sana umetokea na tunaamini dipi ambapo wachezaji wanajisikia leo kienda kwenye ligi inshallah, tutakwenda na nguvu kubwa na tutafanya vizuri kwenye ligi msimu huu. Kuna kama pressure hivi ilikuwa inaonekana sasa kwenye mkwaju wa penalti, nadhani pia imechangia yeye kupoteza kwa leo hapo. Tunajua ni kitu cha kawaida, kupata, kukosa ni kitu cha kawaida. Mimi naangalia dakika 90 tumeweza kutoa hivi dakika 90, ametangulia kufunga, tukasawazisha goli, tunapata kadi nyekundu mapema kipindi cha pili, tunaweza kuwa contain wakiri yetu pia nafasi ya kufunga licha ya kuwa pungufu, lakini bahati ilikuwa upande wetu kwa dakika 90. Pia kwenye penalti hazina goli mwenyewe, ilikuwa bahati yao leo lakini sisi kimpira na katika timu za leo zimeonyesha tuna timu ya kushinda ubingwa wa ligi msimu huu, licha ya yale yote ambayo alikuwa akiendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na Jeanine kuhusishwa na maumbile yake, lakini leo amefunga. Pengine uongozi mmehusika kwa kiasi gani kuhakikisha mnamweka sawa Jeanine na kucheza mechi ya leo? Nafikiri na issue ya Jeanine tayari TFF wameshatolea maelezo yao Oyo, kwa hiyo tubakie kwenye nukta ile tukiendelea kuchambua sana hapa, tukachambua vitu ambavyo havina havina umuhimu. Cha muhimu shirikisho limeshatoa maelezo yake, limetoa nini kitafata, basi tufungie kurasa hapo, tuwacheni ubinti acheze mpira. Lakini overall performance sasa ya mchezaji kama Jeanine umeionaje? Kwa kweli na performance ya timu, sio Jeanine. Performance ya timu, tumeweka wachezaji wapya kwenye timu yetu na wameonyesha kwamba wameadapti kwa haraka na wameweza kupata kutoa ushindani. Ni bingwa mtetezi wa ligi, sio timu nyepesi Mbona wameweza kujua wapi wameingia wametoa ushindani? Sisi kama uongozi imeturidhisha na tunaamini. Tumetoka vyumbani muda huu wachezaji wana hisia kali, wengine wanalia na tumewaambia hivi ninavyojisikia leo hivi. Ndio natakaye mwisho. Natakiwa hasira hizi majonzi yangu kwa nayo muende nayo kwenye ligi. Mwisho wa ligi ukifika, wasikie zingoma hizi. Baba zile ngoma za wana Yanga wanashangilia ubingwa. Wametusikia na mimi wametuelewa na kazi itakwenda kufanyika inshallah.